Katika nguvu kuziunganisha, tufanye kazi ya Bwana maadamu ni mchana. Mungu ana watafuta watu walio tayari, tuache kusita sita, twende ni tukaubiri, Bwana Yesu atuita, mavuno yako tayari, tufanye kazi ya Bwana maadamu tusipende kugombana kuleta vipingamizi, tufanye kazi ya Bwana maadamu ni mchana. Nasi watu tutaweza kutumika mbele zake, wazazi mkitufunza, tutafanya kazi yake muda tutapendeza. Ni vema tujumuike, tufanye kazi ya Bwana maadamu ni mchana sijetukadaiwa kina baba kina mama, kila mtu amepewa kazi, tu ifanye mema kwa tu tunazopewa, tufanye kazi hapana maadamuni mchana. Tuwamke na mapema, tuwashuhudie watu, tufike kule Kigama, tumtaje Yesu wetu, tuwabeaaringe madha huyu mwokozi wetu, tufanye kazi Bwana maadamu muda wetu tutumie, mafundisho kuyashika, imani tushikilie, tusije kukengeuka. Tufanye kazi ya Bwana maadamu ni mchana, tuwe na juhudi sote, tulete watu kwa Bwana ili ni kwa wazee na vijana, natendeni kotekote, ukitukishikamana tufanye kazi ya Bwana maadamu ni mchana.